Karibu ungane nami tunapoenda kuangazia kwa kina taarifa hii ya hali ya hewa. Na taarifa hii ni ya saa ishirini na nne zijazo kuanzia saa tatu usiku huu, kwa usiku wa leo ni matarajio yetu, katika ukanda wa ziwa Viktoria, maeneo ya magharibi mwa nchi, nyanda za juu kusini magharibi, kusini mwa nchi, pwani ya kusini, mkoa wa Morogoro, kanda ya kati, pamoja na nyanda za juu kaskazini mashariki panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache kwa mkoa wa Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, Dar es Salaam na pwani ikijumlisha visiwa vya Mafia, panatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache kwa siku ya kesho. Pepo kunatajwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa na hali ya ziwa pamoja na hali ya bahari inatajwa kuwa na mawimbi madogo. Mpendwa mtazamaji, mifumo ya anga bado inaonyesha viashiria vya mvua katika maeneo mengi ya hapa nchini, huko mamlaka ya hali ya hewa Tanzania ikitoa angalizo la matarajio kwa vipindi vifupi vya mvua kubwa katika maeneo machache ya ukanda wa Ziwa Victoria Mkoa wa Kagera, Geita, Mwanza, Shinyanga, Mara, Simiu na nyanda za juu kaskazini mashariki, mkoa wa Arusha, Manyara na Kilimanjaro. Wakazi wa maeneo hayo ni vyema kuchukua hatua stahiki. Kwa siku ya kesho ni matarajio yetu katika ukanda wa Victoria, maeneo magharibi mwa nchi, pwani ya kusini. Panatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vifupi vya jua. Maeneo nyanda za juu kaskazini mashariki, kanda ya kati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 Dodoma tunatarajia mvua na ngurumo. Jiji la Mwanza tunatarajia mvua na ngurumo. Kilimanjaro tunatarajia mvua na ngurumo. Mbeya tunatarajia mvua na ngurumo. Morogoro tunatarajia mvua kwa siku ya tarehe kumi na tisa na mvua na ngurumo Arusha tunatarajia mvua na ngurumo. Ni kusua, endelee kufuatilia taarifa mbalimbali za hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Ulikuwa na mimi Mariam Phares, asante na nikutakia wakati mwema.